Katika ulimwengu wa mavazi, watu wengi hujikuta wakichagua rangi kulingana na jinsi ambavyo wanavyohisi au wanavyotaka kuonekana. Lakini unafahamu kwamba rangi ulioivaa uweza kutafsiriwa kwa namna tofauti tofauti kulingana na mazingira, tamaduni au tukio? Kuna baadhi ya jamii huvaa rangi fulani katika tukio lisiloendana kabisa na rangi hiyo, na hivyo huweza kuchukuliwa kama kutokujali au hata matusi. Sasa, ili kuepuka kukosea, fahamu maana ya rangi mbalimbali na wapi zinapaswa kuvaliwa au kutokuvaliwa. Kwanza ni nyekundu. Nyekundu ni moja ya rangi ambazo zinazovutia sana machoni. Inaashiria mapenzi, ujasiri, nguvu, lakini pia hatari. Inafaa kuvaliwa kwenye shughuli za mapenzi kama Valentine, maonyesho ya mitindo au hafla zinazohitaji ujasiri na mvuto. Rangi nyekundu haifai kuvaliwa kwenye ibada, mazishi au mikusanyiko ya huzuni, kwani unaweza kutafsiriwa kama kutokosa heshima. Pia haifai kuvaliwa kwenye mikutano ya kazi. Rangi ya pili ni ya blue. Rangi ya bluu hutuliza akili na huashiria kujiamini pia. Wanasaikolojia wa rangi wanasema kwamba rangi ya bluu huashiria uaminifu na ndio maana watu wengi huivaa kazini. Inafaa kuvaliwa kwenye usaili wa kazi, mikutano ya kibiashara, ibada au hafla. Haifai kuvaliwa kwenye harusi au sherehe kubwa za kifamilia. Rangi ya tatu ni kijani. Kijani hufungamana na mazingira, ukuaji na uzima. Hutoa hisia za matumaini na asili. Inapendekezwa kuvaliwa kwenye shughuli za kijamii, pikniki, matamasha ya mazingira, ibada, mikutano ya kijamii na ni mavazi ya kila siku. Kijani haifai kuvaliwa kwenye harusi. Rangi ya nne ni nyeusi. Nyeusi ni rangi yenye tafsiri kuu mbili, kwanza ni heshima, lakini pia ni huzuni. Ni ya kisasa, ya kitaalamu na pia ni ya maombolezo, inategemeana na mahali ulipo au tukio lenyewe inafaa kuvaliwa kwenye mazishi, ibada ya maombolezo, hafla rasmi ya usiku, mikutano ya viongozi au biashara. Nyeusi haifai kuvaliwa kwenye shughuli za watoto au sherehe za furaha. Rangi ya tano ni nyeupe. Nyeupe ni rangi ya usafi, inafaa kuvaliwa kwenye harusi, ibada na hafla za kiroho, pia hata ofisini. Haifai kuvaliwa kwenye mazishi. Sita ni njano. Njano hutoa hisia ya furaha, ni rangi ya watoto ubunifu na michezo. Inafaa kuvaliwa kwenye sherehe za kifamilia, shule, pamoja na michezo. Njano haifai kuvaliwa kwenye shughuli za mazishi na mikutano ya kazi au vikao rasmi. Saba na mwisho ni machungwa. Hii ni rangi ya vijana, ikihusisha ubunifu. Inachangamsha, lakini pia inaweza kuchukuliwa kama utani au isiyo rasmi. Inaweza kuvaliwa kwenye shughuli za michezo, matamasha, burudani, outing na shughuli zisizo rasmi. Rangi ya machungwa haifai kuvaliwa kwenye usaili wa kazi, mikutano ya heshima au ibada.